Taarifa zetu za habari zinaruka moja kwa moja kutokea pande za Njoro SDA Church, ikiwa ni siku takatifu ya Sabato, kusanyiko kubwa likionekana kutokea hapa katika kanisa la Adventista Sabato Njoro. Kusanyiko hili likiashiria kuna jambo la pekee, maana nyuso mbalimbali mbali za kigeni zilikuwa zikionekana, si kwa watoto wala si kwa watu wazima. Oh, iliitwa Sabato ya Wageni. Sabato hiyo ilishehena vitu mbalimbali vya kupendeza kama vile uimbaji kutokea kwa kwaya nne za Kisabato, kama vile pasua SDA kwaya <mulia> Njoro SDA Kwaya, Njoro Family Kwaya Pamoja na kwaya ya vijana Njoro SDA zote hizo zilikuwa zikimtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji, bila kusahau mahubiri ya neno la Mungu kutokea kwa Mchungaji Zawadieli Richard. Kama sio mkono wa Bwana biashara Nazunguka na mtu ambaye anayeamini kwamba kubarikiwa kwake au kufanikiwa kwake ni kwa sababu ana IQ kubwa sana. Nazunguka na mtu ambaye yaani maisha yake ndani ya tazama hata sasa yaani kwa sababu tu amebahatika kuwa na gari hata kusalimia watu hataki maana naona ya kwamba ni kwa akili zake ndio maana amepata gari. Ezekiel anasema ni kwa mkono wa nani? Jamani kwa mkono wa nani? Wale wa kwaya. Kama simu uongozi wa shule ya Sabato kutokea katika kanisa la Sabato Njoro iliandaa Sabato hiyo makini sana na kualika wageni mbalimbali kama vile kituo cha kulelea watoto kitwacho Samaria, pia mtu mmoja mmoja kutokea dhehebu mbalimbali. Naitwa Solomoni Mkeni, ni mkurugenzi wa shule ya sabato katika kanisa la Waadventista wa sabato Njoro. Leo imekuwa siku ya pekee sana na ibada ya pekee sana ilikuwa ni siku ya sabato ya wa wageni katika kanisa letu la Njoro. Kwa kweli tunashukuru Mungu ya kwamba imekuwa siku ambayo imekuwa na mafanikio makubwa sana tumekuwa na wageni wasiopungua mia moja. Majina, naitwa Upendo Ombeni, mkurugenzi wa shule ya Sabato utandaji. Kipekee siku ya leo ilikuwa ni Sabato ya pekee, Sabato ya wageni, ambapo tulifanikiwa kuwapata wageni wote tulioandaa kutufikia katika siku hii ya leo. Kwanza tuliwapata watoto wa Msamaria mwema ambao walikuwa ni wageni wa pekee sana kwetu na pia tulifanikiwa kuwapata wageni wengine, wa, wa madhehebu mengine wakiwepo Waislamu, Wakatoliki na wengineo. Naitwa Madam Filomena, ni mlezi wa Msamaria, ni mwalimu pia na nahusika na masuala ya watu wageni. Tulipata mwaliko kutoka kanisa hili la sabato ambalo liko hapa Njoro, walitualika kwa ajili ya kusherehekea siku ya sabato siku ya leo kipekee. Tumefurahi sana na tumekuwa na amani kwa mahali hapa, wametukaribisha kwa upendo na tumefarijika, yani ni nashindwa hata kuelezea, lakini kipekee Kulikuwa na amani sana baada ya kuingia kwenye hili kanisa. Pedi, so, ni mtoto kutoka kituo cha Msamaria, ni mwanafunzi pia, nasoma kidato cha sita shule ya sekondari Kisomachi. Pekee nimeende kuwashukuru waumini wa, wa kanisa la sabato waliotwalika siku ya leo, kipekee ni jambo ambalo tumefurahi sana na pia tumeenjoy, tumenoi, na pia nawakaribisha sana katika kituo chetu cha Msamaria ambacho kipo rao, kama madam alivyotueleza. Yote haya yalifanyika kwa utukufu wa Mungu na jina la Yesu lilinuliwa. Ikiripoti kutokea hapa Njoro SDA Church, ni mimi mtangazaji wenu si mwingine Peter Listoni Kanana.